Ninakusalimu mpenzi mtazamaji wa hichi kituo popote ulipo, hujambo, karibu ni wapashe yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Tafadhali kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, alafu tusonge mbele kwa utaratibu. Sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Taarifa ambazo zimeweza kutolewa usiku wa siku ya Jumanne tarehe ishirini Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwendo wa saa tano usiku zinaeleza kwamba afisi za chama cha mapinduzi Tanzania CCM zimeteketea upande wa Geita, jinsi ambavyo unaona hapo taarifa hizi zikaweza kutolewa na kurasa za Crowns Sport ambazo zinasema hivi: afisi za ama ofisi ya CCM inateketea kwa moto muda huu, ikiwa chanzo cha moto huo bado hakijafa, hakijafahamika. Alafu hapo chini wakaandika afisi ya CCM ya yateketea kwa moto upande wa Geita. Kauli ambazo zimeweza kutolewa na wananchi wa Tanzania, utajua kwamba kuna shida ndani ya taifa letu la Tanzania, na shida hii isipotatuliwa isipotatuliwa, hatuna taifa hapa. Yani unaona, taarifa hizi za afisi hizi za chama cha CCM kuungua zimekuwa ni taarifa za sherehe Tanzania. Yaani, kitu kibaya kikipata serikali, wananchi wa Tanzania wanasherehekea. Mfano, juzi niliona mbunge wa viti maalum aliaga dunia Tanzania, ikawa ni sherehe. Sifichi, mimi ni mtangazaji wa, wako. Ninakueleza taarifa za ukweli tena. Saizi hizi afisi za chama cha CCM, chama ambacho ni cha serikali, chama ambacho kiko afisini baada ya kuiba kura Tanzania, zimeweza kuteketea, na Tanzania watu wanafanya sherehe. Naomba nikusomee kauli ya kwanza jinsi ambavyo watu wamesema, alafu nitakuelezea ya sababu ambayo inafanya Watanzania wanatoa kauli kama hizi. Kauli ya kwanza ndio hiyo, kutoka kwake David Munisi. David Munisi akasema kwamba da, tupate hata habari njema kuwa wamekufa CCM ishirini ingependeza zaidi. Unaona, David anasema kwamba ha, habari njema ingekuwa kwamba angalau wana CCM ishirini wangefariki pale ndani. Kuna tatizo, na hili tatizo lisipotatuliwa kwa wakati katika taifa letu la Tanzania tunaelekea pabaya. Kauli ya pili ndio hiyo hapo inasema, nilijua Ikulu nilitaka kuchinja bata nile. Yaani alikuwa anasema hivi, ingekuwa ni Ikulu ya Tanzania ndio inateketea, angechinja hata bata ale nyama yake. Mingine akasema hivi. Mtoa posti umeniua, ama hata mmoja aliyechomeka. Yani anasema kwamba yule mwenye ametoa posti amemkasirisha. Kwa sababu gani? hakuna hata mmoja wa wanachama cha CCM aliyechomeka. Mwingine akaja akasema kwamba, Mungu asante kwa ichi kidogo mwingine akasema kwamba tunashukuru kwa hichi kidogo Mwenyezi Mungu. Aya, mwingine akasema kwamba kitafunwa cha tarehe ishirini na tisa Oktoba kimeanza kupatikana. Mwingine akasema kwamba ni kweli aic, wenyeji tunashu wen, wenyeji tuko tunashuhudia, sijui shida ni nini. Huyo yeye akasema kwamba ni kweli taarifa hizi, yeye ni mmoja kutoka upande wa upande wa Geita, wanashuhudia tukio hili, lakini hawajasaidia kuuzima ule moto. Kwa hivyo katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, kusema ukweli, kuna changamoto katika taifa letu la Tanzania. Changamoto hii isipotatuliwa kwa wakati tunaelekea pabaya, hatuna taifa hapa. Mahala ambapo baya linatokea, watu wanasherekea. Baya likipata serikali, watu wanasherehekea. Mpaka jana viongozi wa chama cha CCM walikuwa wanagombana kwamba serikali ikipata msiba, wananchi wanasherehekea eti. Hata wao wanaomba eti Tundu Lisu apewe sumu pale gerezani afariki, na wao CCM washiriki. Haya mambo yasipotatuliwa, changamoto kama hizi sisipotatuliwa, tunaelekea pabaya. Kwa hivyo, katika kanda hii naomba nikuchanganulie, nikueleze ni kwa nini mambo kama haya yakitokea, aswa yale ambayo yanalenga serikali, wananchi wanasherekea. Kama wewe ni mgeni ninakuomba upige subscription. Sababu ya kwanza ni kwa sababu hii serikali iliweza kuwaua ndugu zetu wengi Oktoba ishirini na tisa mwaka uliopita, na hakuna haki ambayo imeweza kupatikana kwa familia ambazo ziliweza kuwapoteza ndugu zao. Angalia mfano, umesikia mwananchi mwingine akisema yaliyotokea mnamo tarehe ishirini na tisa yataanza kuvunwa. Unajua ni kipi ambacho kilitokea ishirini na tisa Oktoba? Watu walinyongwa, watu walipigwa risasi, watu walizikwa, watu walichinjwa bila ya hata kosa. Wengine walipatikana wakiwa wanaangalia mpira wa kandanda wakapigwa risasi. Kwa nini? Kwa sababu serikali ilikuwa inataka kusalia madarakani. Sasa na wananchi wako na uchungu. Sababu namba mbili: hii serikali iliweza kuiba kura, hawakuchaguliwa bali walijilazimisha madarakani. Kwa hivyo wananchi hawawataki. Namba tatu, hii serikali inatukandamiza. Hii serikali imetunyima uhuru wa kujieleza. Hii serikali imetunyima uhuru wa kutangamana. Hii serikali imetunyima uhuru wa kuandaa maandamano. Hii serikali imetunyima uhuru wa kupinga serikali, na ndio maana wananchi hawaitaki, wananchi wanaiombea mabaya. Sijui kama unanielewa. Namba nne, wananchi wanataka katiba mpya. Namba tano, hii serikali haisikilizi wananchi, haitilii maanani maoni ya wananchi, na ndio maana wananchi wanaombea serikali mabaya tupu. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, nipee wazo lako hapa chini. Je, ni nini chanzo cha haya matatizo katika taifa letu la Tanzania, mahala ambapo napata serikali inapata matatizo, wananchi wanasherehekea. Tupatane kwa kanda ijayo.